Nilichogundua ni kwamba kila mwanaume anakuwaga na vigezo vya mwanamke ambaye anamtaka awe kwake mke na mama kwa watoto wake, lakini nilipofuatilia zaidi nikagundua kuna sifa fulani fulani ambazo mwanaume yoyote anatamani mwanamke wa wake awe nazo. Sifa ya kwanza, kila mwanaume anatamani kumua mwanamke ambaye ni supportive woman. Wanawake wana wanawake wa kizazi chetu wengi wanadhani kwamba mwanaume anaoa ili aweze kupata watoto, mwanaume anaoa ili apate msimamizi wa nyumba, mwanaume anaoa ili aweze kupata tendo la ndoa. Lakini wanaume wengi wanatamani kuoa mwanamke ambaye sio tu ataleta watoto, sio tu atasimamia familia na sio tu atakayetoa tendo la ndoa, lakini ni mwanamke ambaye anaweza kumsapoti mwanaume wake hata kwenye maeneo mengine ya maisha. Aina, sifa ya pili ambayo kila mwanaume anatamani mwanamke wake awe nayo ni mwanaume ambaye ni, mwanamke ambaye ni mtiifu na mnyenyekevu bila kujali mafanikio alionayo. Mimi nimegundua kwamba moja kati ya kitu ambacho kinawaharibu wanawake ni mafanikio. Unakuta mwanamke mwana alikuwa alikuwa alikuwa ni msikivu, alikuwa ni mtiifu, alikuwa ni mnyenyekevu mtiifu uta alikuwa anaheshima. Lakini baada ya kufanikiwa, utiifu unaondoka, usikivu unaondoka unyenyekevu unaondoka, na heshima kwa mwanaume inapungua. Ndio maana wanaume wengi tunaamini kwamba wanawake waliofanikiwa ni wanawake wajeuri, wanawake waliofanikiwa ni wanawake wasio na heshima, wanawake waliofanikiwa sio wanawake watiifu. Kwa kila mwanaume anatamani kupata mwanamke um, mwana ambaye ataendelea kuwa mtiifu, ataendelea kuwa mnyenyekevu, ataendelea kuwa msikivu, licha ya ukweli kwamba amefanikiwa eidha kielimu, eidha kibiashara, kitaaluma au katika eneo lote la maisha amefanikiwa, na bado akaendelea kuwa mama bora kwa watoto na mke bora kwa mwanaume wake. Sifa ya tatu ambayo kila mwanaume anatamani kumuona mwanamke wake anakuwa nayo ni mwanamke ambaye anampenda Mungu, lakini pia anajua mapenzi. Na hii imethibitika kwamba ukiuliza wanaume wanakwambia, moja kati ya kitu ambacho wa wanawake wanaoabudu sisemi vibaya wana, wana, inaonekana kama ni wanawake ambao swala la mapenzi wanaliona ni swala la kidunia. Wanaona kama mwanamke kufanya vitu fulani kwa ajili ya kumfurahisha mwanaume ni kama dhambi, ni kama uasi fulani. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba wanaume walioa wanawake wa namna hiyo wanahisi kama kuna kitu fulani cha muhimu sana wanakikosa, na wanafika tu, labda wanaenda kukitafuta kwa wanawake wengine, au wanakuwa wanaumia kimya kimya kwa sababu wanaona kama kuna mahitaji yao fulani ya msingi yanashindwa kutimizwa. Kwa hiyo mwanaume yote yule anatamani ampate mwanamke ambaye ni mcha Mungu, mwanamke ambaye anapenda ana ibada, mwanamke ambaye anamjua Mungu na anajua masuala ya dini kiundani, lakini pia anayajua mapenzi, anajua jinsi ya kumridhisha mwanaume na anajua jinsi ya kumtreat mwanaume katika namna iliyo sahihi. Sifa ya nne na ya mwisho, ambayo kila mwanaume anatamani kuiona kwa mwanamke wake ainayo ni mwanamke mrembo, mtiifu, asiye na mambo mengi. Kila mwanaume anatamani kupata mwanamke ambaye ni mrembo, a beautiful woman. Lakini huyo beautiful woman asiwe na vipengele, asiwe na complications fulani fulani, yaani asiwe anachagua mahali sehemu ya kula, asiwe anachagua vitu fulani fulani, yani asione, yani asitumie urembo wake kama silaha ya kumchuna mwanaume au asitumie urembo wake kama silaha ya kumuumiza mwanaume, au asitumie urembo wake kama sababu ya kumtishia mwanaume kwamba usiponifanyia hiki na hiki kuna mwanaume mwingine atanifanyia, usiponifanyia hiki na hiki nitaondoka kwenye maisha yako. Sasa hizi sifa zote zinakuja kumtengeneza mwanamke anaitwa the golden the golden, the golden woman The golden woman ni mwanamke ambaye yuko tofauti na wanawake wengine kwenye tabia, jinsi ambavyo anamtreat mwanaume, mtazamo na mambo yanayofanana nayo. Lakini sio tu mwanamke ambaye yuko tofauti, ni mwanamke ambaye anapeleka thamani kwenye maisha ya mwanaume wake. Yaani ukimwoa mwanamke ambaye ni the golden woman, haishii tu kwa mke, lakini pia anakuwa ni, ni, ni, ni, ni, ni teammate ni timeti kwenye kile ambacho mwanaume anafanya, anaunga juhudi ndoto e, za mme wake na anahakikisha kwamba mme wake anapiga hatua, lakini pia ni mwanamke ambaye ana thamani yani, yani golden woman, namaanisha mwanamke mwenye upekee mwanamke ambaye ana mchango fulani kwenye maisha mwanaume, lakini yeye mwenyewe ana thamani fulani ambayo anaipeleka kwenye maisha ya mwanaume wake, na hata kwa dunia kuna namna fulani inanufaika na kile kitu ambacho Mungu amempatia. Natamani nisikie kutoka kwa wakati, hizi sifa nne ni sifa ipi ambayo wewe unayo? Ni mwanamke ambaye unaweza kumsupport mwanaume wako au ni mwanamke mtiifu, mnyenyekevu na msikivu licha kwamba umefanikiwa? Au ni mwanamke ambaye unamjua Mungu lakini pia unajua mapenzi? Au ni mwanamke mrembo ambaye hauna mambo mengi? Tuandikie kwenye comment, ili na sisi tujifunze zaidi kupitia wewe.